Leo katika historia tutazungumzia kuhusu asili ya neno upasakae. Asili ya neno upasakae lipo katika muktadha wa kihistoria na kidini, likiwa na mizizi katika tamaduni za Kiyahudi na baadaye Ukristo. Namba moja, tukianza na tafsiri kwa asili ya Kiyahudi, ipesach. Neno upasakae linatokana na neno la Kiebrania epesach, linalomaanisha kupita juu au kuacha hii inahusiana na hadithi ya Biblia, kitabu cha Kutoka ambapo Mungu alipita juu ya nyumba za Waisraeli wakati wa pigo la mwisho kwa Wamisri lililokuwa ni kifo cha wazaliwa wa kwanza wa Misri. Kwa upande wa Waisraeli waliamriwa na Mungu kupitia Musa wapake damu ya mwanakondoo kwenye miimo ya milango yao na kwa sababu hiyo waliepuka janga hilo. Tukio hili lilikuwa mwanzo wa sikukuu ya Kiyahudi ya Pasaka, Pesach, ambayo inaadhimisha ukombozi wa Waisraeli kutoka utumwa wa Misri. Najua utajiuliza, je, ni nani alianzisha maadhimisho ya Pasaka ya Kiyahudi katika taifa la Israeli? Kulingana na Biblia ya Kiebrania, Agano la Kale, Mungu mwenyewe ndiye alianzisha Iko hivi katika kitabu cha Kutoka, Exodus 12, Mungu aliwaamuru Waisraeli waadhimishe tukio la kutoka Misri kwa njia ya sadaka ya mwanakondoo, kula mikate isiyochachwa na kumwaga damu ya kondoo kwenye miimo ya milango. Hii ikawa amri ya kila mwaka, kama ilivyoandikwa katika Biblia, na nukuu: na itakuwa kwenu kama kumbukumbu kumbu, na mtaiadhimisha kama sikukuu ya milele, mwisho wa kunukuu hayo ni maneno kwenye Biblia kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 14. Namba 2 ni tafsiri ya neno Pasaka kwa Kigiriki na Kilatini. Wakati Biblia ilipotafsiriwa kwa Kigiriki, neno upesach ilitafsiriwa kama pascha. Hili ndilo neno lililotumiwa baadaye katika tafsiri za Kilatini na kutoka hapo likawa sehemu ya lugha nyingi za Ulaya na hata Kiswahili. Namba tatu ni pasaka kwenye maana mpya ya Ukristo. Kwa Wakristo, pasaka Easter ina maana mpya, inahusisha kufufuka kwa Yesu Kristo kutoka kwa wafu, tukio lililotokea karibu na kipindi cha pasaka ya Kiyahudi. Hivyo Wakristo waliendelea kutumia neno upascha kuwakilisha sherehe yao ya kipekee ya ufufuko. Najua utajiuliza, je, ni nani alianzisha pasaka ya Ukristo katika maana mpya? Jibu ni mitume wa Yesu yaani, wale wanafunzi wake 12 ambapo ni baada ya tukio la kufufuka kwa Yesu. Tukio la ufufuko wa Yesu lilipotokea siku ya Jumapili baada ya kifo chake Ijumaa, wafuasi wake walianza kuadhimisha siku hiyo kama ishara ya ushindi juu ya mauti. Kadri muda ulivyopita, Wakristo waliunganisha tukio hili na tamaduni za Pasaka ya Kiyahudi ambayo Yesu mwenyewe aliadhimisha kabla ya kusulubiwa kale za mwanzo za kanisa hasa baraza la Nisia mwaka 325 BK lilisaidia kuidhinisha tarehe ya kuadhimisha Pasaka ya Kikristo kote ulimwenguni. Kupitia ukoloni dini na tafsiri za maandiko matakatifu neno Pasaka liliingia katika Kiswahili likibeba maana ya sherehe ya Kikristo ya kufufuka kwa Kristo, lakini pia linaweza kutumika kuelezea Pasaka ya Kiyahudi katika muktadha sahihi. Kwa hivyo kwa kifupi, Pasaka ya Kiyahudi ilianzishwa na Mungu kwa amri kupitia Musa. Pasaka ya Kikristo ilianzishwa na mitume wa Yesu Kristo kutokana na tukio la kihistoria la ufufuko wake. Mataifa yana tamaduni mbalimbali katika kuadhimisha Pasaka, hii iwe ya Kiyahudi Pesach, au ya Kikristo. Taifa la Israeli, kwao hii Pasaka ina maana ya ukombozi wa kutoka utumwa wa Misri. Wao huadhimisha kwa siku saba hadi nane kwa kula mikate isiyo chacho inayoitwa matza. Kwa kawaida hakuna kazi nzito katika siku hiyo. Taifa la Marekani na mengine ya Ulaya, Pasaka kwao ni ile ya Kikristo ambapo huadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa kawaida huwa ni Jumapili ya kwanza baada ya mwezi mpevu wa Machi au Aprili. Maadhimisho hayo huanza kwa misa ya alfajiri. Pia mapambo ya maua hasa lili huwekwa sehemu mbalimbali. Pia kuna utaratibu wa sungura wa Pasaka na mayai ya Pasaka kwa ajili ya watoto, ambapo asili ya tamaduni hii ni ya kipagani, baadaye ikachukuliwa kama ishara ya uzima mpya. Watu wa Ethiopia, wao Pasaka kwao huitwa Fasika, wakimaanisha kufufuka kwa Yesu. Kwa kawaida wa Ethiopia wanakuwa na mfungo wa siku 55 kabla ya fasika. Siku ya fasika watu hula nyama baada ya mfungo mrefu wanaimba nyimbo za kumsifu Mungu usiku kucha hadi alfajiri. Kwa Tanzania, Kenya na Uganda, Pasaka kwao ina maana ya ufufuko wa Yesu, ambapo huanza kwa ibada maalum kanisani Jumapili ya Pasaka. Kwa kawaida siku ya Ijumaa kuu kabla ya Pasaka na Jumatatu ya Pasaka huwa likizo. Familia hukusanyika kwa chakula cha pamoja na kufanya sherehe. Tumeona kuwa Wayahudi wa Israel wao wana mtazamo wao kuhusiana na maadhimisho ya Pasaka, lakini sherehe za Pasaka kwa Wakristo wa mataifa mengi huwa na maana ya ufufuko wa Yesu na hutofautiana kulingana na tamaduni za mataifa mbalimbali mbali. Nadhani utakuwa umepata maana ya Pasaka kwa upande wa Wayahudi na Wakristo. Tuandikie maoni yako na usisahau kusubscribe channel yetu ili uendelee kupata taarifa mbalimbali za kihistoria duniani.